Kwanza niungana na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi kwa kutuwezesha tukafika wambaa salama. Lakini kabla ya wambaa, Mwenyezi Mungu alhamdulillah, mpaka tunafika hii leo, tumeshafanya shughuli zetu nyingi kabisa. Mimi leo usimama nikahutubia huu ni mkutano wa 68 na mikutano mbalimbali mbali ya wananchi ya makundi mbalimbali mikutano mbali ya hadhara kama mlivyoambiwa kwamba kati ya majimbo hamsini tayari leo tunamaliza jimbo la 48 na na alhamdulillah, tumepita majimbo yote hayo tumefanya shughuli zetu kwa salama. Mwenyezi Mungu katujalia tumekuja salama kwenye shughuli zetu, tumerudi salama, na inshallah, leo kama alivyotuleta salama, tumwombe na inshallah ataturejesha salama. La pili, ndugu zangu, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru, niwashukuru kwanza kwa zawadi. Watu wa Wambaa, watu wa Chambani wanasema peaneni zawadi mpate kupendwa, mpate kupendana, na muungwana akipendwa na yeye hujipendekeza kwa hivyo, kama mlivyonipa leo zawadi tena, milango yote miwili, kulia na kushoto basi na mimi ahadi yangu kwamba nitatimiza ahadi ya kiungwana kujipendekeza kwenu kwa utumishi uliotukuka inshallah. Lakini tuwashukuru pia wasanii wetu, na mimi kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru vijana wetu ambao walituonesha mchezo hapa wa sarakasi. Hii inatuambia kwamba tuna vipaji tena vya kweli kweli, na ahadi yangu mimi katika urais wangu ni kuviendeleza vipaji hivyo, kuvifikisha mbali kwa yale ambayo watahitaji maarifa zaidi, vifaa zaidi na fursa ya kuonesha vipaji vyao, inshallah na hiyo ndio kujenga nchi, hiyo ndio kujenga taifa. Lakini shukurani maalum zije kwenu nyote kwa mahudhurio, ndugu zangu, haya mahudhurio yenu, nasema kila ninapokwenda, hii ni sauti tena sauti kubwa sana, tena sauti fasaha kwa sababu mahudhurio yenu kwanza, ndio iliyo yanayowachanganya ya jamaa zetu hawa, kwa sababu wanajua kwanza kwamba hapa hakuna aliyelazimishwa, hakuna aliyepewa nauli, hakuna mtu wa kikosi, hakuna mwalimu aliyelazimishwa, hakuna bodaboda aliyetiliwa mafuta. Hawa watu wao mafuta tu peke yao, huko siku za nyuma walikuwa wakitumia milioni tisini mpaka wenyewe akawashinda akasema, haya haiwezekani. Yote wanapembejea nini? Mahudhurio na bado mikutano yao wanasema utafikiri ni tanga la maiti yaliyekuwa hajapatikana maana maiti kama hakupatikana, hamjui mweke tanga au msiweke tanga au vipi? Kwa hivyo mnakuja robo robo, na mapesa yao na nguvu zao yamewashinda, bwana, wamekata moto. Sasa kinachotia wazimu, kinachowatia fadhaa ni mahudhurio yenu. Mahudhurio yenu ni sauti ya kwamba sisi tuna jambo letu, na jambo letu tunalifahamu, na hili ndio lililoamsha ari kila pahala, kwa ndugu zetu Wazanzibari walioko ndani ya nchi, walioko nje ya nchi wakaungana pamoja kusimama kwamba tuna jambo letu. Lakini na hii hili la mahudhurio yenu, ndugu zangu, mimi naomba niwaambie hili ndio lililoamsha ni Wazanzibari hata CCM wanaojifahamu.